Asante, kutoka studio. Tunaendelea na Tumaini thelathini na tatu, tunazungumza mm -hmm. Eh, ibada ya huruma ya Mungu na somo letu, niwaambie mapadri wangu mm -hmm. Tell my priest. Yes. <laughs> <laughs> Baba, asante sana, tunaendelea yes, yes. na zile misaada mingine tumesema, tunaiabudu huruma ya Mungu na kuiheshimu na kuitukuza na kuiadhimisha kupitia sakramenti zake, lakini pia kupitia Faustina. Kristo aliongeza mingine matano kwamba yawe msaada pia wa kuiheshimu, kuitukuza na kuiabudu huruma yake. Tumetaja cha kwanza ni picha ya huruma, inaonekana hapa nyuma. Lakini cha pili tukaitaja saa takatifu, cha tatu ilikuwa ni sikukuu ya huruma. mm -hmm. Alimwelekeza Faustina, tungesoma hiyo ya mwanzo, ile ya mia tano sabini, hii hii tusomee, unaweza ukasoma kwa alieleza sikukuu ya huruma hapo, sawa sawa. Mtakatifu Maria Faustina anasema hivi katika tukio moja. mm -hmm. nilimwona Bwana Yesu amevaa vazi lenye kung'ara. mm -hmm. Ilikuwa katika jumba la greenhouse, na akaniambia, binti yangu mpendwa Andika ninachokuambia, furaha yangu ni kuungana na wewe. Nangojea kwa hamu kubwa na ninatamani wakati ambao nitakaa kisakramenti katika konventi yenu. Roho yangu itatulia katika hiyo konventi, na nitabariki na majirani zake kwa namna pekee. Kwa kuwapenda ninyi nyote, nitaepusha adhabu zozote ambazo zitatolewa kutokana na haki ya Baba yangu. Binti yangu mpendwa, nimekuelekeza moyo wangu kwa kusikia maombi yako. Jukumu la wajibu wako hapa duniani ni kuomba rehema kwa ajili ya ulimwengu mzima. Hakuna mtu atakayesabiwa haki mpaka atakapokuja kwa imani thabiti kwenye huruma yangu, na ndiyo sababu jumapili ya kwanza baada ya Pasaka itakuwa ni sikukuu ya huruma. Siku hiyo mapadri wangu watamwambia kila mtu juu ya ukuu wa huruma yangu isiyo na kifani na kufanya wewe Faustina kuwa msimamizi wa huruma yangu. Mwambie muungamishi wako Padri Michael Sopoko kuwa picha ya huruma ya Mungu inapaswa kuwekwa kanisani mahali inapoweza kuonekana, na sio ndani ya chumba katika konventi yenu. Kupitia picha hii nitakuwa nikiwajalia watu neema nyingi na mwezeshe kila mtu kuifikia hiyo picha ya huruma dayari, namba mia tano. Hiyo naipenda sana kwa sababu okay, ina ina vitu vingi sana ndani yake, dayari namba mia tano sabini sabini. Mapadre, tumeambiwa siku kuu ya huruma ya Mungu mm -hmm, ni Dominika ya kwanza baada ya adhimisho la Pasaka mm -hmm. Na hiyo ndiyo ndi ilitangazwa na zaidi na Papa Yoane Paulo wa Pili kwamba lazima iadhimishwe kila mahali <laughs> Lakini haitushangazi yawezekana, kuna ambaye ni padri hajawahi kusema chochote juu ya huruma ya Mungu siku hiyo. Na aliagizwa Faustina katika siku hiyo ya huruma, mm -hmm. mapad, makuhani, makuhani wangu, wangu watamwambia kila mtu eh. tusomee tena, ndio sababu ndio sababu jumapili ya kwanza baada ya Pasaka mm. itakuwa sikukuu ya huruma. Siku hiyo makuhani wangu watamwambia kila mtu juu ya ukuu wa huruma yangu isiyo na kifani. Watamwambia yes. kila mtu, kila mtu. Yaani hapo ina maana, jamani mm. <laughs> Nikitafakari hiyo nikiwa nasoma nahisi, yeah. kwamba sikukuu ya huruma kutanda mtu mbiyame, huruma ya Mungu ni ya milele. Yaani kila si kila mtu mm. Maana si kila mtu, yes. Kristo amesema makuhani wangu, wangu. watamwambia kila, kila mtu, mtu juu ya huruma yangahuruma yangu na kifani sio na kifani ni ni huruma, ni huruma na na ya Mungu. Mungu kabisa yani, ukikutana na mtu jamani, mwambie Mungu ni mwenye huruma yeah. Yani baada ya kumwambia jamani, tumsifu Yesu Kristu tu, we mwambie tu Mungu ni mwenye huruma jamani, kwa sababu <laughs> ndio maana Bwana Yesu alimwambia mtakatifu Maria Faustina, yule padri Theodora mm. sikukuu ya huruma akahubiri kuhusu huruma, huruma yangu K okay. lazima hakuna namna yoyote ambayo tunaweza kuadhimisha mm -hmm. dominika ya huruma ya Mungu mm -hmm. bila kutaja yale ambayo Kristo mm -hmm. ameyasema mm -hmm. Lakini pia kuna vigezo ameyasema siku hiyo mm -hmm. makuhani wangu watamwambia kila mtu juu ya huruma yangu isio na kifani. Ndio nikasema na na na aitushangazi, huenda kuna padri ambaye hajawahi kusema chochote mm -hmm. siku hiyo juu ya huruma ya Mungu huenda. Sasa kama upo padri mwenzangu, jamani unamkosea haki Kristo, alituamini sana yani unaweza ukamwamini mtu unasema, jamani hey, huyo atakuwa mkono wangu mm, atakuwa bega langu mm, atakuwa fimbo yangu ya kutembelea mm, halafu unashangaa mtu huyo huyo anakukimbia mm. na Kristo ametuamini mapadri, akasema siku hiyo ya huruma, makuhani wangu watamwambia kila mtu. Mtu yani sio kwamba wajitahidi waseme au wajaribu kuzungumza, amesema yani amesema kwa, kwa imani kubwa, watamwambia kila mtu maana yake Kristo ameamini, hakuna namna nyingine tutakayofanya isipokuwa kumwambia kila mtu habari hii ya huruma ya Mungu. Sasa tukijitoa sisi wakati Kristo ameshatuamini, maana yake ni nini? Maana yake tumemsaliti, maana yake tumemsaliti. Yaani sawa, mtu ana unamrusha mtoto juu, imani yake anacheka, akiamini kwamba utamdaka tena, atanidaka tu, amna shida. Sasa ukishamrusha alafu ukakaa pembeni, maana yake ni nini? umemsaliti Umezuia, umeua kitu kingine hasa, na na sisi mapadre, siku hiyo ya huruma, mm. Tukijitoa mm. wakati Kristo ameshatuamini, ameshasema jamani, makuani wangu watamwambia kila mtu kuhusu huruma yangu isiyo na kifani, mm ha, sisi makuani wenyewe tukasema ah, hayo mambo ya Faustina bwana hayo, <laughs> maana yake tumekuhamisha mm. na tumesaliti mm -hmm. tumekuwa wasaliti kwa Kristo mwenyewe aliyetufanya tuwe makuani mm. kwa maana hiyo, ndio maana tunasema upadre wetu na huruma ya Mungu havitengani hakuna namna unaweza ukavitenganisha mm -hmm. Upadre wetu na huruma ya Mungu havitengani mm -hmm. Sikukuu ya huruma tumeambiwa, tutamwambia kila mtu juu ya ukuu wa huruma ya Mungu mm -hmm. isiyo na kifani. Na ndio maana kabla ya kuadhimisha sikukuu ya huruma mm -hmm. lazima haya mengine yote yafanyike novena, novena. Rosari mm -hmm. halafu tufanye misa, sakramenti ya sakramenti ya kitubio ifanyike mm -hmm. Mm. Alafu yote hayo mm. ya adhimishwe vizuri mm. mm. mm. kwa sababu hiyo sasa, mm. sikukuu ya huruma ya Mungu mm. inatupatia muda wa kufanya yale mengine mm. yote mm, lazima ijumaa kuu tuanze na novena mm -hmm. na rozari, na rozari. Yeah. Kila siku rosari ifanyike, yeah. Kwa hiyo novena itakuwepo, yeah. Rosari itakuwepo mm. saa takatifu itakuwepo kinachotafutwa ni sikukuu siku ya kuyo huruma yenyewe mm -hmm. mbele ya picha ya huruma, okay. Sasa, kwa hiyo sasa, sikukuu ya huruma ni muhimu sana, picha iheshimiwe siku hiyo kwa heshima, kila roho ikaribia na sizuiliwe mtu yoyote kuikaribia picha ya huruma ya Mungu. Ahe, hmm. sisi mapadre, upadre hmm. wetu natoka kwenye huruma ya Mungu hmm. na tunakuwa mapadre kwa ajili ya huruma ya, ya Mungu, Mungu. Hmm. Hatuwezi tukapinga jambo hilo kwa hiyo mm. tunaambia mapadri wenzetu, mm -hmm. mapadri wenzangu mimi mm -hmm. wasitukwamishe, mm -hmm. wasimkwamishe Bwana Yesu mm -hmm. wajitahidi sikukuu ya huruma itangazwe, mm -hmm. kwa kila kwa kila mmoja mm -hmm. kila mmoja aelewe. mm -hmm. Nawezekana narudia kwa mara nyingine ama kwako, mm. nimuuliza labda Fadha Nandi, <coughs> lakini naweza kuwa pengine mgusia Fadha Justin, sikumbuki, si kama baba wa Kibangu tuliongea yes, sikumbuki vizuri, lakini kwanza mm. hii Dominika wakati mwingine tunapokuwa makanisani ndio wakati mwingine padre anasema tu Dominika ya pili ya Pasaka, aseme hata huruma ya Mungu, yani haitajwi. Sasa ndo kile ambacho nafikiri labda pengine kwa msisitizo mm. ni kilele cha oktava, ndio eh. Sasa ninajiuliza mm. mimi baada ya kuwa nimeelewa elewa sasa, baada ya kukaa hiki kwenye hiki kipindi ndio kwamba inawezekana Kristo aliona kwamba kuna hitaji sikukuu iadhimishwe baada tu ya Pasaka ili watu waelewe kwamba hiki nilichokifanya ni huruma. Mm-hmm. Kristo alitamani hivyo, kwamba ndio nimeelewa. Ulichohitaji uli, uli, uli, uli uli kufahamu ni kwamba tunakuwa tunamaliza oktava ya Pasaka, ya Pasaka, na wakati huo huo Kristo anatamani sasa tuiadhimishe huruma yake he. Yaani e, maana yake ni kwamba Pasaka, kuanzia Ijumaa kuu tunaanza novena mm. Ijumaa kuu inakuja kukamilika pasaka hizo, siku tatu za, za pasaka tunaanza oktava yeah, yeah. Siku ya, ya dominika ya pili ya pasaka tunahitimisha oktava ya Bwana mm. na ndio sherehe yenyewe mm. ya huruma tumekamilisha. Maana yake mchakato huu wote tulioanza mm. Ijumaa kuu tumekwenda nao sasa, tumefika kilele chake mm manake mchakato wa huruma ya Mungu ulianza na msalaba wa Bwana, fumbo zima e, fumbo mateso, kifo na, na, na ufuko, ndio huruma yenyewe. Sasa tumemaliza sikukuu ya huruma, ndo tunasherehekea sasa. Sasa ndo pale ambapo pia mm-hmm, ile ulioeleza ile, uh, anacheka nikamwambia, mm-hmm, kama vile wanavyofanya wenzetu ilipoelekezwa maandamano Ro, e, novena. Siku ani, tushinde kanisani, jilikane, mm. Leo tushinde kanisani kwamba kweli tunafurahi kwamba Kristo amefufuka na huruma mm. yake imeshinda kweli, lakini pia alituambia Kristo mwenyewe akasema, tukiadhimisha vizuri siku hiyo, maana yake lazima Mkristo au amesari novena mm. ame ameheshimu picha takatifu ya huruma, ameshiriki adhimisho la misa takatifu au mm. amefanya maungamo mm. ashiriki misa na kupokea ekaristi, sio kushiriki tu, kushiriki na kupokea ekaristi takatifu mm -hmm. Saa tisa inafanyika ibada ya, ya kuabudu ekaristi mm -hmm. anaabudiwa Yesu wa ekaristi. Baada ya ibada ya kuabudu ekaristi, padre anatoa baraka kwa heshima ya huruma ya Mungu. Katika baraka hiyo Kristo alisema nitasamee dhambi na adhabu zake zote, maana yake ni rehema kamili itatolewa sasa mm -hmm. tusipoutangaza tusipo huu mchakato mm -hmm. wa kuanzia ijumaa kuu mpaka Dominika ya pili ya Pasaka, yaani Dominika ya huruma, tunawakosesha waumini wetu mchakato wa kupokea rehema kamili, msamaha wa dhambi na adhabu zake zote. Labda pengine kwamba sisi mapadre ndo tumesema kwamba ni wahudumu wa huruma ya Mungu, ya Mungu. Okay. Na tunaihudumu huruma hiyo kwa kuwatangazia wengine habari za huruma ya Mungu. hmm. Kwa sababu hiyo tunapaswa kuanza mchakato huo wa kupokea rehema kamili siku ya Ijumaa Kuu. Kiki. Watu watangaziwe novena, wasali novena ya huruma ya Mungu, waje kwenye maungamo washiriki shiriki adhimisho la misa takatifu siku ya Dominika hiyo ya pili ya Pasaka, wapokee Ekaristi takatifu na saa tisa waambiwe sasa mje kuabudu Ekaristi takatifu. Nilianza ku, niwahi kufanya? Okay. Nikiwa, nikiwa parukiani kama paroko msaidizi. Mwaka okay. ule wa kwanza upande wangu niwahi kufanya? Niwaambia, umejapo wakujitokeza wengi, na najua ilikuwa ni mwanzo. Walikuja wachache tukawa tunafanya novena, tuna sali mbele ya picha ya huruma. Sikukuu yenyewe ilipofika, nikawahimiza na kuwaambia waumini yote haya, sasa wakati huo wa okay, wakati wa misa takatifu hmm, yote tuliyoyafanya kuanzia mwanzo, na nikawaalika saa saa tisa alasiri ni muda wa kuabudu Ekaristi takatifu kama Bwana alivyoelekeza hmm. Walikuja okay, hawakuwa wengi kama waliokuja kwenye misa, lakini walikuja hiyo saa tisa tukasali tukasali hiyo kuabudu Ekaristi takatifu na baraka ikatolewa. Sasa Kristo mwenyewe alisema, yote yakitimia hayo mm, na baada atakapobariki kwa heshima ya huruma yangu, maana yake ni nini? Nitakuwepo nikitoa msamaha wa dhambi na adhabu zake. zake. Okay. Sasa baada ya hapo sijui kama viliendelea lakini sijawahi kuona sehemu nyingine yakifanyika hayo. Sijawahi kuona tena. Kanda hiyo tukule inafanyika. Afadhali. Yeah. Tuna, okay. Tunawashukuru yeah. sana. Kanda hiyo tukule Hmm. Tegeta Salasala kule Mbezi wanafanya, yeah. wanafanya. wanafanya. wanafanya. Tunashukuru, inawezekana kwa labda tu, tuichukulie kwamba pia baadhi ya majimbo huenda wanafanya, wanafanya, baadhi ya parokia hmm. Tuna, tuna tamani ndio mm. kama mwenyewe Bwana anavyoagiza kwamba yani iwe ni, ni, ni mauani wake watawaambia watu yeah. wangu juu ya huruma ya Mungu siku hiyo yeah. kwa hiyo sasa tuna watia moyo na kuwakumbusha mapadri wajibu huo siku hiyo ya Dominika ya huruma ya Mungu. mm. Tunalazimika au basi tunawajibika kuwaeleza watu juu ya huruma ya Mungu. Isiwe ni umesema ume Tegeta huko wanafanya mm. Lakini sasa isiishie tu huko peke yake, iende kwa majimbo mengine yote, ulimwengu mzima. Sisi mapadri tukitimiza wajibu wetu mm. Waumini watakuja kwa wepesi zaidi. Tukiwambia watu mambo haya na tukayatimiza kwa malengo hayo, watakuja Hmm. Sasa mwakilishi unamtu mimi nadhani na, na, na, na <laughs> baba pengine kama itafikia ile utimilifu wake hmm. Pengine kanisa litakuwa li lina kazi nyepesi hmm. Kuzungumza na watu ambao tayari wanaelewa kabisa kwa nini wapo kanisa. Wapo kanisani eh. Mapadre kwa nini tupo tumekuwa yes. Mapadre kwa ajili hiyo eh. Kwa nini huruma ipo ni kwa ajili hiyo, kwa hiyo nadhani kwa sababu ya upadre wetu tusichoke kumsikiliza Faustina na ujumbe wake, kwa sababu Kristo alitamani yote hayo yafanyike. Yako mengi sana, ndio tunaanza mm. Yako mengi sana ambayo Faustina alielezwa na Kristo awaambie mapadri mm. Sasa na sisi tunawaambia mapadri kwamba jamani, Kristo alituagiza haya kupitia Faustina mm. Sasa mojawapo ni hilo la sikukuu ya huruma iadhimishwe kwa heshima yake, na mapadri siku hiyo tuwaambie waumini juu ya huruma ya Mungu isiyo na kifani watu wote waelezwe habari hiyo ya huruma ya, ya Mungu katika sikukuu ya huruma. Tusipowaambia tunamkwamisha Kristo katika mpango wake wa kuwafikia watu. Tunapomkwamisha Kristo maana yake tunazuia fursa za wokovu wa watu ambazo Kristo ameziandaa, na wakati huo roho za watu tunazizuia kumwendea Kristo katika huruma yake. Kumbe tuna wajibu mkubwa mapadri, ndio leo tunazungumza nao, tunawaambia tusijitoe Tukijitoa tunakuwa tumemsaliti Kristo maana alituamini, na akasema mapadri wangu watazungumza hilo siku ya huruma ya Mungu. Tusipolizungumza, ile imani yake kwetu imeondoka. Yani imetoa mfano kwamba mtu akisha kutegemea mm, alafu ukajitoa, maana yake umemsaliti, umemsaliti katika tegemeo lake. Mm, nimekumbuka hapo. Mtakatifu Maria Faustina alisema ukubwa wa hii ibada ya huruma ya Mungu, asije akatokea mtu yoyote akazuia katika kuitangazwa kwake akazuia katika mafundisho yake ya kuenezwa kwa hii ibada hmm. Anasema, na akitokea mtu wa kufanya hivyo, ni heri asingezaliwa. Mrefu anasema yani, ukitokea wewe ukawa ni sababu ya kuto kufundishwa kwa hii ibada hmm. ya huruma ya Mungu, ni heri usingezaliwa, kwa sababu hii ibada ni kubwa sana ni ibada ya Mungu mwenyewe, mm -hmm. ukitokea ukashin ukazuia, ukazuia au ukawa na mwelekeo wa kuzuia mapadri mapadri, lazima tuelewe, ndio maana kuisema lazima <laughs> tukielewa sisi tume amua mm -hmm. Tukielewa sisi, maana yake waumini wameelewa. mm -hmm. Tukielewa sisi tunabidi tuwajuze waumini. mm -hmm. Tusipowajuza, maana yake tutaharibu mpango wa Mungu. Kwa hiyo hapa baba, maana yake pia sisi. mm -hmm. Sasa labda pengine tu, tuseme sisi waumini sasa. mm -hmm. tunaposali mm -hmm, e, kwa udogo wetu kwa mm -hmm. namna yetu tunaweza kusali rozari ya huruma ya Mungu, labda tunapokaa mbele ya huruma ya Mungu mm -hmm, tuwaombee mapadri wa, waifundishe kabisa wana... eh, wa... hata Kristu alimwambia Faustina hivyo hivyo, ombea mapadri mm. Yeah. Ombea mm, sana mapadri mm. Sasa lazima tuombewe tu, ndio, lakini pia tunapoombewa tuwe na bidii katika kutimiza wajibu wetu kutoka kwa Kristu kwa mwenyewe. Okay. Tumezungumza mambo mengi, ndio. Somee, nisomee. Uh, okay. Daire namba hamsini, ndio Bwana Yesu anamwambia hivi Mtakatifu Maria Faustina, natamani kwamba mapadri wangu watangaze huruma yangu kuu kwa roho za wenye dhambi maskini. Mwenye dhambi asiogope kunikaribia. Miale ya huruma yangu inanichoma, inapiga kelele kutumiwa. Nataka kuimimina juu ya roho hizi. Maria Faustina anasema Yesu alinilalamikia kwa maneno hayo, na akasema zaidi: mashaka kwa upande wa roho zinapasua tumbo na matumbo yangu. Mashaka ya roho teule yananisababishia hata maumivu makali zaidi, licha ya upendo wangu usio na mwisho kwao, lakini hawaniamini hata kifo changu hakitoshi kwao. Ole kwa roho zinazotumia vibaya zawadi hizi. Haa. Ole kwaro sasunia vibaya zawadi hizo. Mapadri, tuambie watu juu ya mm -hmm. huruma ya Mungu mm -hmm. inayopatikana katika msamaha wa dhambi mm -hmm. Sasa lazima tujitahidi tuzungumzie huruma ya Mungu. Unaona, hapa Bwana anasema mashaka yetu sisi mm. mashaka yetu mpaka na mashaka ya mapadri mm. mashaka ya ro teule wateule, si mapadri ehe, mashaka ya ro teule yananisababishia hata maumivu makali zaidi mm. Licha ya upendo wangu sio na mwisho kwao, lakini hawaniamini hata kifo changu mm. hakitoshi kwao. Ole kwa loo zinazotumia vibaya zawadi hizi, hata kifo, hata kifo changu hakitoshi haki, kwao. Kwao. Yani usipoyamini huruma ya Mungu mm -hmm. hata kifo cha Kristo Hakitoshi. Hakitoshi. Ehe. Na anamalizia, ehe. Ole kwa roho zinazotumia vibaya zawadi hizi. Maana yake ni kwamba ili tuweze kuwa mapadre kwa mpango wa Kristo mwenyewe na lazima tu tufanye anayotaka Kristo mm -hmm. na ndio hayo amesema tuwaambie watu juu ya huruma mm -hmm. yake mm -hmm. tukisha waambia watu juu ya huruma mm -hmm. maana yake ndiko unakotokea msukumo wa hizo roho kumwendea Kristo mm -hmm. Kwa sababu wameshaielewa mm -hmm. huruma ya Mungu mm -hmm. wanaelewa sangapi mm -hmm. kwa kuambiwa na mapadri. Kwa na mapadri. Asante sana baba mm -hmm. na mtazamaji mpendwa, tamati ya kipindi Tumaini thelathini uh, na tatu, lakini hasa tukizungumza kuhusiana na ibada ya huruma ya Mungu tumezungumza juu ya ujumbe uh, wa Bwana Yesu kwa Mtakatifu Faustina mtume wa huruma ya Mungu. mm -hmm. Waambie mapadri wangu. mm -hmm. Sehemu ya pili tukiwa na Padri Innocent Nzaro kutoka Jimbo Katoliki la Kigoma, mwanafunzi wa chuo cha mipango pale Dodoma. mm -hmm. Lakini pia mwenzangu alikuwa Areta Leonard Simon kutoka mm -hmm. parokia ya Mtakatifu Ambrose mm -hmm. IPTL mm -hmm. Jimbo kuu la Dar es Salaam okay. Yeye amekuwa pia akitoa uh, mafundisho hasa kuhusu nini kinasemwa katika dayari ya Mtakatifu Faustina mm -hmm. na bila shaka yeye pia anachuchumilia na kujitahidi kuyatekeleza hayo ambayo yanatajwa, e, kwa upande wetu sisi waamini walei. Mimi ni Gordon Sierra. Mshukuru sana Meki Makali na wote ambao wanashirikiana nasi katika kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakufikia wewe mtazamaji hapo ulipo. Endelea kuwa nasi katika kipindi hiki na vingine ambavyo pia e, vinaruka kutoka hapa. Tumaini TV mm -hmm. ipe nafsi yako tumaini mm -hmm. ni kila Jumapili saa mbili na nusu usiku, Jumanne saa kumi na mbili jioni kinarudia na Jumatano saa tatu kamili usiku kinarudia pia. Baba, tufungie kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina. Asante Bwana wetu kwa zawadi ya huruma yako kwa ajili ya wokovu wa roho zetu. Tunaendelea kuomba uendelee kutuongoza, tuelewe ukubwa, upana na heshima ya huruma yako, tukutukuze wewe uliye mtakatifu unayeishi na kutawala milele na milele Amina. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina, amina.